Karibu kwenye African. Leo tunakuletea top 10 viongozi mashuhuri zaidi katika historia ya Afrika. Hawa ni viongozi waliobadilisha safari ya Afrika kupitia mapambano, elimu, diplomasia na maono makubwa. Hebu tuanze safari hii ya historia. Namba kumi, Patrice Lumumba, DRC. Lumumba alikuwa shujaa wa kupigania uhuru wa Kongo. Ujasiri wake wa kuikataa mifumo ya ukoloni uliomkandamiza Afrika ulimfanya kuwa ishara ya mapambano ya kisiasa duniani. Ingawa utawara wake ulikuwa mfupi, ujumbe wake bado unaishi. Namba tisa, John Pombe Magufuli, Tanzania. Magufuli alijulikana kwa msimamo mkali dhidi ya ufisadi katika matumizi ya fedha za umma na kasi ya ujenzi wa miundombinu utawala wake uliacha mjadala na alama kubwa katika siasa za Afrika Mashariki. Namba nane, Nelson Mandela, Afrika Kusini. Mandela alispend miaka 27 gerezani akipambana na ubaguzi badae wa rangi. Baadaye akawa rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini na mshindi wa Nobel Peace Prize. Ujasiri na msamaha wake viliandika upya historia ya dunia. Namba 7, Thomas Sankara, Burkina Faso. Sankara anaitwa Chegevara wa Afrika, alipigania haki za wanawake, kuondoa ufisadi, kuongeza uzalishaji wa ndani, kupinga unyonyaji wa mataifa makubwa. Ingawa aliuliwa akiwa kijana, alama yake haiwezi kufutika. Namba Selassie 6, Haile Selassie, Ethiopia alikuwa mfalme mwenye mamlaka makubwa na mmoja waanzilishi wa umoja wa Afrika. Uongozi wake ulifanya Ethiopia kuwa nembo ya uhuru na nguvu barani Afrika. Namba tano wa Muammar Gaddafi, Libya. Gaddafi alikuwa na maono makubwa ya umoja wa Afrika na sarafu moja ya bara. Alipata umaarufu kwa kuwekeza katika miradi mikubwa ya maendeleo na kwa ujasiri wake katika siasa za kimataifa. Namba 4 Julius Kambarage Nyerere, Tanzania. Mwalimu Nyerere, baba wa taifa la Tanzania, aliwahamasisha Watanzania wa wamoja wa kupitia azimio la Arusha, ujamaa na elimu kwa wote. Falsafa yake bado inafundishwa duniani kote. Namba tatu Kwame Nkrumah, Ghana. Nkrumah alikuwa mtetezi mkubwa wa panafrikanizimu. Aliongoza Ghana kuwa taifa la kwanza kupata uhuru Afrika kusini mwa Sahara. Alitamani Afrika iwe taifa moja lenye nguvu. Namba 2, Samora Mako, Msumbiji. Samora alikuwa mpiganaji wa uhuru na rais wa kwanza wa Msumbiji huru. Uongozi wake ulijikita katika haki moja na kupinga unyonyaji wa kikoroni. Namba moja. Jomo Kenyatta, Kenya. Kenyatta alikuwa baba wa taifa la Kenya na kiongozi muhimu aliyepigania uhuru dhidi ya wakoroni. Uongozi wake uliweka msingi ya taifa la kisasa la Kenya. Na hayo ndio viongozi kumi mashuhuri zaidi katika historia ya Afrika. Kuna ukubari huu mtiririko au ungependa tupange upya? Tualikie chini. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asante kwa kutazama.